Namna siku zinavyosonga ndivyo tumaini la kupambana na makali ya virusi vinavyosababisha ukimwi linavyoongezeka. Hapa katika mkoa wa Kati, dhana imekuwa eti sio wengi wanaougua ugonjwa huu ikilinganishwa na sehemu nyinginezo nchini. In the beginning, HIV prevalence rate was very high in Nyanza. Therefore, nearly all the donor funding, the publicity Kutana na wanawake hawa wanaotoka sehemu mbalimbali za Nyeri, wote wana virusi vinavyosababisha ukimwi. Imekuwa ni majonzi na majuto kwa kila mmoja tangu kugunduliwa kwa hali yao. Charity Muringo Mwangi aliye na miaka arobaini ameishi na virusi vya ukimwi kwa miaka kumi na miwili sasa tangu hali yake kubainika katika mwaka wa elfu mbili na moja. Namuuliza alijua vipi hali yake. Nilishikwa na ha hapis ikanishika upande mmoja wa, wa, wa mwili i ilipitia upande wa matiti ikanielekea upande mmoja mpaka kwa mgongo, kwa hivyo pande hii yote ilikaa kama mtu amechomeka huanza na, na, na kama vipele zinatoka kama vipele na zina uchungu sana. Lakini anachokishuku Charity ni kuwa mume wake alijua hali yake kwanza na kunyamaza ndi bila ya kumweleza au kweli aliyoujua. He had a continuous diarrhea and I struggled a lot taking care of him because he could not even sleep. Uh, he, he transferred from the bedroom all the way to the near the door where he could just run and go to the toilet cause the diarrhea was, uh, was pressed, uh, too much for him. Lakini mambo yalikwenda Segemnege alipomjulisha mumewe hali yake. Charity anadai kuwa mumewe alimfukuza na hata kuuza kipande cha ardhi yao na ilimbidi akimbie kwa shirika la FIDA kwa usaidizi. Matukio haya yote yakimhangaisha sio haba. My mom died. I don't have parents. So I was not able to go anywhere. I suffer, I suffered in the house with with nowhere to go Linalompa nguvu ya kuendeleza maisha ni wanawe wawili. So after that, I recovered, and after that I became very strong. Nowadays, I I don't fear anything. Yeah. I don't fear fear anything nowadays. Yeah, I've been struggling a lot, and Sure, a nilishtuka, hata nikafungwa kwa magari na kamba wakati nilijua status zangu. Caroline Wangeshi pia ameyapitia mengi. Ana miaka 30 lakini aligundua hali yake akiwa na umri mdogo wa miaka kumi na tisa. Alipogundua kuwa alikuwa ameambukizwa virusi vya ukimwi: nilikuwa ninataka kujiua na niue watoto, hiyo hiyo boma ikae hivyo na nisiwe nikiona nikiteseka kama vile mamaangu aliteseka. Caroline anatueleza kuwa mamake mzazi pia alifariki kutokana na ukimwi. Kwetu sio boma ile imekaa mzuri, mamaangu akateseka akateseka, watu wao wakamtupa. Sasa midie, nilikuwa mkubwa, ninamtoa ninamwingiza, ninamtoa ninamwingiza. Sasa si maana hapo ndio shule iliishia. Alice Wangeshi ni mama ya watoto wawili na ana virusi vya ukimwi. Ana miaka thelathini na yeye pia anasema alifukuzwa na mumewe baada ya hali yake kujulikana. Akuwa ananifukuza na mtoto, tulikuwa tunalea kuku hapo, tukulikuwa ka nyumba ka kuku, anifukuza naenda kulala na mtoto, wapi? Kwa kuku kama huko kumehamiwa, mimi naenda kulala wa huko kumehamiwa, chini ya mawe. Kwa sasa mama hawa watatu wanasema hawajakata tamaa ya kuendelea na maisha yao, kupitia dawa, lishe bora na matumaini, yote yanawezekana, ndivyo wanasema M unajipatia stigma ati jueni, mgonjwa utaki kuenda, ati unajifungia mpaka kwa nyumba unakata, yani hata utaki kutembea. Mi naambia siku hizi hiyo ni ujinga, bidio midio, nawaambia juu dawa zilikuja na sisi kununuliwa, unapatio buli, nina matumaini ya kuishi na hata ni venye huwanasikia watu wakiongea, nakumbuka nina virusi. Huwasikumbuki juu sijawahi kaa hivyo nikakuta niko na homa kutoka nianze matibabu. Matumaini yangu ni Mungu aniweke uhai, ili nione watoto wangu wakikua, vile Mungu ataniwezesha wasome, na nione nikiitwa nyanya Once they will change their lifestyles they will adopt positive living and they will not go uh, anyhowly infecting others Carol Nderi, KTN, leo katika makala ya maisha peupe county ya Nyeri